Ni athari gani ambayo kwamba tumewacha katika ulimwengu kama huu tutakumbukwa nayo na itaendelea kutuingizia thawabu? Usitarajia. Je, mtu kufanyia kufanyiwa ni 50-50. Unaweza kufanyiwa au usifanyiwe. Naam, kuna vizazi vingine vivema vitawajengea wazazi wao kama ni misikiti, vitawachimbia visima, lakini kuna wengine. Anaeleza mmoja katika maqadi wa nchi ya Saudia anasema kuna bwana alifariki na alikuwa na mali mingi sana wengine wakataja takriban milioni 45 riadi pesa nyingi sana wengine wasema ni zaidi ya bilioni moja hana mke hana wazazi hana watoto wanatefuta wenye kurithi akapatikana walioko ni watoto wa ndugu wakaitwa watoto wa ndugu Nyinyi ndo warithi mulioko vijana watatu eh? Hapa kuna milioni mia nne na hamsini Kwa hivyo hapa kila mmoja na milioni mia moja na hamsini. Imagine umeamka tu asubuhi hivyo ambao una milioni mia moja na hamsini. Riali, na fuzipige mara 40 labda. Ndio upate pesa yake yule kadhi. Kwa sababu ana huruma katika moyo wake, akawaomba akasema, naombi mimi, nataka kuwaomba kuna sehemu ama maeneo fulani kuhitajika msikiti Tatu, nisemu, mmoja, mmoja, mmoja miana, mmoja, tue, milioni tatu zitatosha kujenga msikiti katika hizo mia na hamsini zenu. Naje kila mmoja maonaje? Kila mmoja atoe moja tu, wabaki na 149. Kila mmoja atoe milioni moja tu. Mmoja anasema wajua, nina madeni madeni mingi na mashughuli mingi. Mwingine anasema eh, wacha nitalifuatilia hilo jambo. Watatu akasema, ikiwa hakujifanyia mwenyewe akatoa uhai wake, wala sisi hatumfanyii mamilioni kwa mamilioni, bali mabilioni kwa mabilioni, lakini hakuna athar aloiwacha mwenyewe wakati wa uhai wake, na baada ya kufariki pia hakupata wa kumfanyia athar, athar kama ile. Kwa hivyo tuacheni athari katika, katika maisha yetu ili twende tukazipate huko mbele thawabu ama mizani ya thawabu e, iwe itaendelea.